Unatafuta viatu bora kwa bei nafuu karibu Chotara corporate store duka lako la uhakika la viatu vya kiwango cha juu lililoko Kariakoo mtaa wa Kongo na Raha ambapo utapata viatu kutoka Uingereza hadi Uturuki unapata pigo zile za sherehe za kiofisi na zile za mitoko mbali, mbali. yani kajo iwe uko Dar es Salaam mikoani na hata nje ya nchi tutakufikia tu brandi zako za kishua kama Clarks, Lacoste na, Diori, na nyingine nyingi zote zipo kwa ajili yako. Alafu sasa ni pure leather, unapata kwa jumla na rejareja, asikwambie mtu bwana. Bei yenyewe sasa ni kama bure. Alo, boresha mitindo yako ya viatu na Chotara corporate store. Tufuatilie kupitia insta account yetu Chotara underscore corporate underscore store au piga simu namba 0768263020. Tanga oye, oye. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, niseme tu kwamba nimeipenda kauli mbiu ya kiwanda hiki inayosema a beautiful world starts with us, yaani dunia nzuri inayotupendeza inaanza na sisi. Furaha kubwa niliyonayo ni kutokana na kiwanda hiki kuamua kuongeza uwekezaji hapa nchini. Sote tunakumbuka Tanga ya zamani, Tanga ya viwanda na Tanga ambayo ilikuwa inatupa fahari Wanatanga kwamba sisi Wanatanga ni wanaviwanda. Kwa bahati mbaya, Tanga ya viwanda ilipotea, lakini dhamira ya serikali ni ile ile, kuirudisha Tanga kuwa Tanga ya viwanda, na hilo tunaendelea kulifanyia kazi. Lakini niwashukuru sana wawekezaji hawa kwa kutembelea kwenye dhamira yetu hiyo, na wao ni moja kati waliorudi kuifanya Tanga kwa Tanga ya viwanda. Tunawashukuru sana. Uwekezaji waliofanya ni ishara kwamba wana imani na sera zetu za uwekezaji, wana imani na mazingira yetu ya biashara nchini, lakini zaidi wana imani na nguvu kazi yetu, ninyi wafanyakazi mlioajiriwa hapa. Usahau